Hello guys, karibuni kwenye chaneli yangu Madam Judy Cooks and Bakery. Leo tunaenda kupika au kukaanga pishi la chipsi. Chipsi tamu kabisa. Twende hatua kwa hatua. Kama mlivyoona hapo mahitaji yetu, sasa twende moja kwa moja kwenye hatua. Kama mnavyoona hapa jikoni, nimeshabandika sufuria letu, ili hapa tumeweka mafuta ya kula, huku yakiendelea kuchemka. Chipsi zetu hizi hapa, viazi vyetu, tumeshavikatakata vipande vidogo vidogo. Baada ya hapo tunaenda kuviwekea viungo kwa ajili ya kusubiri mafuta yachemke, ili tuweze kudungukiza kwa ajili ya kukaanga viazi vyetu. Hivi hapa tunaenda kuwekea viungo, baada ya hapo tunachanganya, huku mafuta yetu yakiendelea kuchemka. Kama mnavyoona, viazi vyetu tayari tumeshaviwekea viungo, kwa hiyo tunaenda kuvichanganya staili hii tunageuza vya chini kuwa juu na vya juu kuwa chini. Hizi chipsi ni tamu sana, sio kama zile mlizozizoea. Ukipika hivi, yaani hautaacha kwenye sahani. Twende moja kwa moja, tunaona mafuta yetu yanaelekea kuchemka. Usiweke mafuta yakiwa yajachemka vizuri, hakikisha ya mafuta yako yamechemka vizuri kama mnavyoona viazi vyetu vya chipsi tayari vimeshakolea viungo, na sasa tunaenda kujaribisha. Unajaribisha kama mafuta yako tayari, unaweka kiazi kimoja tu kipande, ili kuona, je, mafuta yako tayari yamechemka. Unaweka kama hivyo. Kwa hiyo hapo nilipo jaribu nimeona bado kidogo, yani hayajachemka vizuri. Ukiweka mafuta hayajachemka vizuri, viazi vinanyonya mafuta, kwa hiyo chipsi zako zitakuwa na mafuta mengi na hizo zitakuwa sio chipsi nzuri. Tuendelee kusubiri mpaka mafuta yetu yatakapochemka vizuri. Mafuta yetu sasa yameshakuwa tayari, tunaenda kukaanga chipsi zetu sasa. Baada ya kuweka viazi vyetu vya chipsi, tunasubiri mpaka vya chini viweze kuiva kwa kiasi kidogo, ndio tuweze kugeuza. Sasa hapa tunageuza chipsi zetu kwa sababu za chini zimeshea hivyo, kwa hiyo tunataka ziive zote kwa pamoja. Kwa hiyo tunageuza kama hivi mnavyoniona. Usiweke moto mkali sana, chipsi zako zitakuwa ziivi vizuri, zitakuwa na ugumu ugumu. Pia unatakiwa ukaangie mafuta masafi kama haya ya kwangu, nadhani unayaona. Mafuta yangu ni masafi haya hapa. Kwa hiyo tunaendelea kugeuza. Ukiona moto ni mkali, unapunguza kidogo, ili chipsi zako ziive vizuri na zikauke vizuri. Tunaendelea kugeuza mpaka chips yako uone imeiva, eh, natakiwa ile ya rangi ya brown ile, yani kahawia ile. Haya, viazi vingine huwezi kuona kama ni kahawia, kwa hiyo utachukua kipande kidogo tu utapata kwa pembeni kuona kama chipsi zako zimeiva, ila mimi napendelea sana kwenye rangi ya brown au kahawia. Najua kabisa hapa chipsi zangu ziko tayari, ndio huo. Tunageuza bado kidogo sana, a tuikue chipsi zetu kwa ajili ya kuona hatua inayofuata. kama mnavyoziona chipsi zetu ziko tayari. Kwa hiyo naona chujio hili hapa, tunaenda kuweka umu kwa ajili ya kuchuja mafuta. Baada ya hapo, tutaona hatua inayofuata yes. kwa hiyo tunaweka umu kwa ajili ya kuchuja mafuta. Usile chipsi zenye mafuta mengi hakikisha unachuja mafuta hakikisha, mafuta yako pia ni masafi. Kama mnavyoona chipsi zinatoka zikiwa safi kabisa na viungo vyetu vinanukia. Kama mnavyoona hapa, hizi hapa chipsi zetu. Hatua inayofuata tunaenda kunyunyizia chumvi kwenye chipsi zetu. Hatua inayofuata tunanyunyizia chumvi. Hatuweki chumvi tukiwa tunapika, tunaweka chumvi chipsi zetu zikiwa zimeshaiva. Baada ya hapo, tunageuza geuza kama hivi, ili chumvi yako iweze kukolea kote kwenye chipsi zako. Mnavyoona hapa mafuta yanachujika na chumvi inakolea kwenye chipsi zetu. Kwa hiyo chipsi zetu hapa ziko tayari kwa kuliwa. Kama mnavyoona chipsi zetu ziko tayari. Usiache kunifuatilia Madam Judy Cooks and Bakery kwa mapishi rahisi na ya muda mchache. Usisahau kusabskraibu, kulaiki, kushea na marafiki ili wapate kujifunza zaidi. Namba zangu za simu ni 0679 69 60